Jambo hili la, la usafirishaji haramu wa binadamu ni jambo mtambuka uh, duniani kote. Jambo hili sasa linakuwa linaleta usumbufu, na ndio maana serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa, wa Tanzania kupitia bunge lake tukufu ilitunga sheria namba sita ya mwaka 2008 ambayo inaelezea na kuunda eh, chombo hichi cha sekretarieti ya kuzuia na kupambana na usafirishaji haramu wa binadamu ili kukabiliana na huu uhalifu. Lakini kama haitoshi ndani ya sheria hiyo kuna kanuni za mwaka 2015. Katika kanuni hizi zimebainisha taratibu za kuweza kuweza ku, ku, ku. kufanikisha utekelezaji wa sheria hiyo. Katika kanuni hizo imetaja baadhi ya taasisi kisheria ambazo zimetaja, na ndio maana unaona kikao kazi hichi cha leo tumewalika wenzetu wa jeshi la polisi, tumewalika wa wa watu wa migration, watu wa ustawi wa jamii, lakini pia kama unavyojua uchumi wetu Zanzibar unategemea sana utalii tumealika kamisheni ya utalii na watu wa wizara ya kazi ili kuwaeleza wao sherehe mw watambuaje katika harakati hizi za kukabiliana na usafirishaji haramu wa binadamu.